Hi guys mambo vipi, karibu sana kwenye channel hii. Ni ticha Sharaki kama kawaida, na tayari niko kwenye akaunti ya bodi na kilichonileta hapa, kuna swali ambalo wadau wameniuliza, na nimeona leo nilitolee maelekezo. Wengi wanajiuliza ama wameniuliza kwamba ye, baada ya kuwa wameshapangiwa mkopo, watawezaje kupata kiasi hiki cha pesa na kitaanza kutoka lini na watajuaje kwamba tayari sasa natakiwa kusaini BUMU. E, ili aweze kufanya matumizi yake mbalimbali mbali. Katika e, akaunti yako ya mikopo ukiachana okay, na kipengele cha dashboard na sifa, kipengele kinachofuata ni cha Didis. Hapa ndipo matumizi ya Didis yanapoanza. Ukigusa okay, kwenye sehemu ya Didis ina vipengele vitatu vinne, kuna transaction kwa hapa utakuwa unaona malipo yako, kuna my OTPs ni zile namba za siri kwa ajili ya kusaini BUMU, na kuna my profile, lakini pia kuna my registration sawasawa sawa. Kwa hiyo e, ili uweze kusaini BUMU lako unapaswa sasa kuvitumia vipengele hivi, lakini cha kufanya cha msingi na cha kwanza ni lazima uwe na application ya bodi. Kwa hiyo moja kwa moja e, nini cha kufanya? Kwanza unatakiwa udownload application ya bodi ya mikopo. Kwa hiyo moja kwa moja e, nenda Play Store. Ukishafika Play Store, naenda kaandike e, Hezibu app e, Tanzania. Kisha andika Search, ukisearch utaiona ikiwa na icon ya alama ya Hezibu, utabonyeza install. Ukishabonyeza install, basi hiyo application ya Hezibu itaanza kujidownload ikiwa na MB chache tu, ni MB kumi na sita. Kwa hiyo e, kama una internet nzuri na bando la kutosha, maana yake ni kitendo cha sekunde kadhaa, itakuwa tayari imeshajipakua na imeshajinstall, utabonyeza open kwa ajili ya kuifungua. Ukishaifungua application hii, kama ndo mara yako ya kwanza, itakuomba e, ujisajili na sio kujisajili, ulogin, kwa sababu tayari ulishajisajili kupitia website ya bodi. Kwa hiyo utatumia kriteria zile zile, utatumia username hapa, una skip, utatumia username pamoja na password ambazo ulizitumia wakati unajiunga na account yako ya bodi ya mikopo. Kwa hiyo ukishamaliza kujisajili I mean ku login, na itafunguka akaunti yako, utaona dashboard hii. Hii dashboard unayoiona hapa, ukiangalia kiundani utaona kuna sehemu imeandikwa e, allocation. Ukisogeza mbele utaona disbursement, utaona returns, e, na vitu vingine. Sasa nilishasema kipengele kinachotumika kwa ajili ya toa mshiko wako ni hiki kipengele cha Didis. Didis ndio sehemu ya kusain ili kupata pesa yako, ukigusa kwenye Didis, e, moja kwa moja itakuletea kuna pending, kuna signed, kuna failed, na kuna expired. Hii pending ndo ile ela ambayo tayari sasa imesha tolewa bodi na imewekwa kwenye akaunti yako ya Didis. Hii ndio ela and ndio boom. Kwa hiyo hii ela ikishaingia kwenye akaunti yako ya Didis, mtapewa taarifa na loan officer wa chuo kwamba sasa ela imesha tumwa, kila mmoja anaweza akasign. Kwa hiyo kama ikishatumwa, hapa utaiona hiki pia kama zinavyoonekana hizi pesa ambazo huyu mwanafunzi wangu yeye tayari alishazisign. Huyu ni continuous, alishazisign unaona hapa MA namba namba tatu namba mbili katika miaka iliyopita. Kwa kisha tokea kama hivi eh, maana yake ni nini? Maana yake maana yake eh, atabonyeza sehemu ya kusign, yenyewe itakuwa inajidirect huku mbele kwamba bonyeza hapa kwa ajili ya kuchukua pesa hiyo. Ukisha bonyeza itakwambia ingiza namba, ingiza, eh, OTPs. Ukisha kutumia ile OTPs, unaenda unaingiza. Kama haijatumwa kwenye namba ya simu sasa ndo utarudi huku kwenye akaunti yako ya ya ya bodi sawa. Utaenda sehemu imeandikwa my OTPs, utakutana na OTP ambayo imetumwa kwa wakati huo. Na OTPs, kumbuka, inatumika kwa muda maalum. Kwa hiyo kisha tumwa ile OTPs unakuja huko unaichukua ya wakati huo huo, alafu unarudi pale kwenye applications, unaenda unaibandika ile OTP ile OTPs basi, ile hela itahama kutoka akaunti ya bodi au akaunti ya sipa itaingia kwenye akaunti yako ya benki ambayo ulisajilia kule kwenye bodi ya mikopo. Cha kuzingatia, pesa hii hautaweza kuisign kama utakuwa mita mia moja nje ya jengo la chuo chako. Mfano mathalan mimi nasoma TIA yei, Dar es Salaam. Eh, pale Dar es Salaam pale eh, karibu na bandari. Lakini nikaenda kusaini hii pesa yangu labda darajani au nje tu ya au kule kwenye flyover nje tu, nje tu ya, ya, ya kile chuo changu, sitaweza kusaini, kila nikisaini itakuwa inakataa. Lazima uwe ndani ya jengo la chuo mita mia. Pesa hii lazima uisaini chuoni, lakini kwa kutumia simu yako. Maafisa wa bodi ya mikopo wanaendelea kupita kila chuo kwa ajili ya kutoa elimu hii ili watu eh, wajue. Ili watu wajue eh, kwamba E, ili watu wajue kwamba namna gani wanaweza kuitumia akaunti yao hii kusaini kiasi cha, e, cha, cha, e, cha mikopo yao na kuweza kupata unufaika huo. Kwa hiyo, e, kama utapata changamoto yoyote wakati mambo yatakapoanza basi tuwasiliane e, ili tuweze kutatua changamoto hiyo, lakini pia wakati hawa maofisa wanapita, jitahidi uwepo chuoni ili uweze kupata elimu hii kwa vitendo zaidi na ujue namna gani ya kufanya ili kuweza kupata unachostahili kukipata. Once again endelea kusubscribe channel hii ili uendelee kupata madini mengi zaidi na zaidi. Asante sana, it's me teacher Sharak. Asante.